Sasa dada, mlishatokea kunifokea sio solution. Tujue namna ya kulimaliza. Unavonifokea, unapiga kelele, unazidi kunisadidisha tu kama nilivyofedheheka mtaani hmm. Utengenezana yani na nani tena, usije ukanihusisha kabisa kwenye mambo yako, usije ukanihusisha. Naomba uondoke, ingia uko sintia, ukajistiri ya aibu. Ningekuwa yani na uwezo, ningekuminya wewe. Siko sawa hapo, nilipotoka kiomo chunguangu kazingua. Oya, sio poa babu, naye ni nimemfumania magetoni pale, rafiki yangu na bwana kwangu. Baya zaidi yani kwangu huyu <laughs> jamani, nani sema nikivina ingia ndani kwene pukushani pukushani. Sikubatika kumkalili sana, ila sio swala. Akija nileta hicho mimi hapo sasa, hapo nizingatie kwanza moja hapo, mi nifanye maajabu kwanza, nitowe zangu hi, ila navyokujua <laughs> kaya kanyaga huyo kaya kanyaga, kaya koroga hapa, ni kingi zingatia sasa hapo hata sijui niko je nikilewa mwenzenu. Ukweli sijui niko je nikilewa mwenzenu, inakuwa tabia yangu, sijui kweli nakuwa tabia yangu sitambui kama kachanganya na maji kwanza. Leo hata sielewi sema nini. Kuna mchongo hapa, hujakaa sawa, na kama hatutotafutia solution mapema, basi sote tutaangamia. Kama mnavyojua, kwenye geng langu mmebaki vijana watatu tu. Sasa tukifanya masiara na nyiye, nitawapoteza hawa watoto. Wapaka wameanza kung'aka mtaani, kuna taarifa nimezipata, wanataka kutuvamia. Sasa kabla hawajatuvamia tunawavamia wao. Narudia tena, kabla wao hawajatuvamia sisi tunawavamia wao.

umekuja unaboka nabwakabwaka tumekuangalia, unachukua sema, doge au afa. Jamaa vipi? Aa, mimi naongea na Munde, siongei na wewe apwabaa. Kwa sababu wewe, mimi nakubali Munde, tisira mbili namba hiyo. Alafu brother mimi kukubali blaza, kwa sababu mwanangu Munde wewe, mwana tena mwana wa faida, hawezi ukanitupa mimi. Umesikia blaza, mimi na mchongo tena mchongo wenyewe wala. Mimi na dili babu, afu dili limenyooka hivi, amenia mwanangu hivi, limenyooka dili Aridi hata kubwabwaja waka dili mezani. dili gani? Eh, sikiliza brother, mimi hapa hmm. na mabeti alafu sio kwamba nina bet moja na mabeti hivi. Babu usipige hela, usije ukatupeleka kwenye mabeti yako ya ovyo ovyo huko. atupa mchongo wako, sio sisi tunahitaji mabeti. Huyu anaanza kana mchongo wote, mtu mwenyewe amada tu yeah. owe, owe, owe. Ninapoongea masuala ya pesa, inatakiwa mfunge midomo yenu, dili lije mezani. Kama ni la mkwanja, tupige, tuangalie mbele. Oya, hmm? Lete mchongo mezani. Uh -huh. Afu oya, hmm? Oya, oya. Hizo beti ziko wapi? Ah, zipo mimi zikotzetu, mimi sindo, najua dili babu afu masikia wewe fe uma mto wapi? na, na, na, na chawa we, we <laughs> <Sikiliza mwanangu Munde. laughs> ah, mimi naongea na brother Munde. Familia mimi naongea na chawa yeye anavyokuambia brother. familia yangu kwa sababu mimi nakuamini I'm hamsini mimi Ivo, familia shegee wawezi ukanipiga bradha Munde, sawa hizo eh. Beti zipo hai au zimekufa? Ah, zimekufa braa beti nyepe kabisa mimi nichukue beti zizokufa zimeozeana za nini? Ila kabla tujaondoka brother. Na mimi ni gwaduke watu wenyewe ukigusa wanaputa hivi. Maua mauza waleta vitu babake mliko na Munde. Munje sheria a Munde nakubali wangu e, e, e, acha kupikicha pekee chaee. Vipi ushachoa mchoo? Tulia sabu tulizana. Vipi shida, baridi ya maisha. Babu huyu anaongea, huyu kama redio mbao. Sasa zingatia kitu kimoja ukizingua na sisi tuna tunazingua ukileta mbaa na sisi mbamba humo humo. Afu, umesikia Maua ya leo imegaduka iko hivi. <laughs> Munde askari wangu balia msea kita, kodi yetu ni nini?

Nakwambia zionyeshe hizo ngumi. Shoga yangu bwana. Ah, sio shoga yangu, sio shoga yangu hmm. Nakwambia hivi, njoo tuonyeshane hapa. Umependeza. Wewe unajua kuongea sana. Nifanya mbabi kujili kakangu wewe, ongea na kusikiliza. Nimependeza kumbe kwa mpoya unajua eh? <laughs> <laughs> yaani, yeah, hata nikikuangalia sikumalizi. Yani ulivo nikikupandisha hata sikumalizi. Yani hasa nataka nikuuze swali langu hili mmoja tu, na unijibu ninavyostahili kujibiwa. Yule uliokuwa umesema pale nani wako rafiki mm, yako hey, na makisi rafiki rafiki yako <laughs> anifanya michizi si ndio eh? <laughs> eh? wewe ndio mwenye akili sana. Asa, nakupa onyo, kaa mbali na mpenzi wangu, kaa mbali na nani Nikikukuta tena kwa mara nyingine, tutachukualiana wabaya, sawa mm -hmm? tutaonana wabaya kama mbali na mpenzi wangu, ujui nimetoka naye wapi yule, sawa na zenu, umenielewa? ilionyo la mwisho, sirudi nikikufata, yani siji kama alivyokuja hapa, nakuja kivingine kabisa, na akawape taarifa nao wengine Nakwambiaje? Yaani una bahati. Sema umenguta tu, sina muda wa kupigana leo. Ningekuchezesheza misa misa, ndio wewe utoka uamini mjinga. Yaani ningekupunguza hilo tako na hilo hizo maziwa yako. Oya, sema umenguta kwenye ni muda, yaani sina muda wa kupigana tu leo. Yaani una bahati. Umesikia, sema, yani uhakika wala kumuda. Hao

moja tunalipa deni nyingine, kila kila ya kitu pengine, tunaa kiumesikia, mwanangu Munde, unaziona hizi, mwanangu Munde mchizi, hizi beti zilikuwa nne, sasa wanangu Sina nikapita na mbili msizi cheki. Zimebakizi? Mbili. Lakini unajua mwanangu mume mimi nakukubali sana baba. Kwa hiyo hebu angalia mali hiyo. Beti nzuri. Nzuri eh? Mcheki hiyo baba. Ndio ulisema bei gani?

Dunia, imebeba watu na viatu, akili tima. Dunia imebeba watu na, Imagine mtu anauzwa kisa hela hela. Mm. Dunia neenda kasi tena mperampera mpera. Na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa.